kutosha katika wakati wa nyuma uliopita, ala tawafuri lamni, juu ya kupatikana wingi wa amani, fi hadha dini, ndani ya dini hii. Hayo ni kwa yale yaliyopita nyuma. Nabii Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alikuwa kawainukia watu wake fi talii lkufri kawainukia watu wake wako katika kilele, wamechomoza kwenye ukafiri wa hali ya juu. Ukafiri ambao ilifika wakati wa idha bushira ahaduhum bil untha, hata kama atapewa bishara mmoja wao kwamba kapata mtoto mwanamke. Unajua, kupata mtoto ni neema moja kubwa sana ya Mwenyezi Mungu, maana mtoto hukunua dukani, hukutumia ufundi wowote well isipokuwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku. Anasema mwenyewe Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, falamma taghashaha, watu walipojifunika wakiwa katika starehe zao hamalat mara yule mwanamke akabeba, hamlan khafifan, mzigo unakuwa mdogo mdogo kwanza. Famarrat bih, anaweza kutembea nao mzigo huo, walikwenda kwenye starehe zao tu. Hakutumia mtu ujuzi wake kwamba akasoma sana na katumia ilmu yake kubwa sana kwa kuwa yeye ni graduate. Katumia ile master yake aliyonayo ya ndio maana ukamuona nazaa sana, na nyeye mliokuwa siwasomi hamna masters, hamna ba, hamna chochote, ni kwamba nyinyi hamtopata watoto kwa sababu amkosoma sana. La, ni katika neema tu Mwenyezi Mungu amemruzuku mja muja wake. Tizama neema hii huko nyuma huko, jinsi binadamu alivyokuwa mbaya. Wa nafsi yake anajishuhudisha nafsi yake, kabla ya kupata Uislamu alikuwa mbaya tena mbaya sana. wa idha bushira ahaduhum bil untha, akipewa habari mmoja wao njema kabisa kwamba mama watoto huko ameshajifungua, anaambiwa wewe bwana, mabruk, umeshabarikiwa. Wengine wanamwambia congratulation Congratulations. Kitu gani? Kwani nyumbani mambo mazuri, salama usalimini, mama watoto amejifungua na kapata riziki, na mtoto kaja. Mtoto wa kike no. Ile kuambiwa kwamba kadhaa mtoto mwanamke, basi naam balla wajhuhu muswaddan, unakuwa unadumu uso wake siku zote tokea kupata habari ile ni wenye kusawijika wa huwa kadhimu na anakuwa ni mwenye huzuni kubwa. Sasa inampitia pitia ili huzuni hii niimalize, kwake ni aibu, kwake ni fedheha, kwake ni kitu ambacho hailaiki kutoka nje tena, mbele ya wanaume wenziwe, kwa sababu kapata mtoto mwanamke. Angalia mambo yalivyokuwa hayo, kama si Uislamu, kama si Uislamu, ujinga ule ungesambaa mpaka tukawa nao na sisi e. Ujinga ule ushafutwa, haukusambaa na wanapatikana watu wanaua watoto wao baada ya kuwa baada ya kuwazaa, na ujinga ushafutwa na Uislamu. Sikwambii tena, ingelikuwa Uislamu haujaja, Mwenyezi Mungu anatuonyesha neema hii, mambo angelikuwaje? Kila mmoja angelikuwa anaona aibu, anaona fedheha. Na mpaka leo baadhi ya watu ndani ya nyoyo zao huwa anapata kuumia kidogo pale anapata habari kwamba ah, kazaa, lakini mwanamke ndo kidogo, kidogo anaumia mpaka leo, athari mpaka leo ipo kwamba anataka mtoto wa kiume, wala hajui kheri yake wala shari yake. Mtu bwana, hajui yatawara min alqaumi. Sasa inabidi ajifichefiche kutokana na watu wasimwone, maanake aibu, fedheha kubwa kapata uso wake atawakabili vipi watu? barazani kwenye vilabu atakaa nao vipi? Inabidi anavizia vizia nyakati za kutoka, anavizia vizia watu wamuoni, almuradi yatawara min alqaumi min su'i mabushirabi, kutokana na ubaya wa jambo ambalo kapewa yeye. Bishara njema anaona ubaya mkubwa sana. Sasa fikra inakuja ayumsikuhu ala hunin ima, akae naye hivyo hivyo huyo mtoto lakini kumdhalilishia ulezi, asimpe chakula chenye lishe barabara, maana hampendi, ni mwanamke. Na moyoni mwake atanifanya nini mie huyu? Atanisaidia nini mie huyu. sana sana watakuja watu kumposa, muhoi, basi sina chochote, tukipata kwake kwakee mimi huyu. Kwa, kwa hivyo tokea ya malezi yake, watoto wanawake hawana thamani kwake, watoto wanaume ndo wenye thamani. Ni ujinga, ujinga mkubwa sana huo, wakasababu kwa sababu ingelikuwa, angalau ujinga wenyewe hasara yenyewe ilimpelekea hivyo, ni kwamba alaumiwe labda na wale watu kwamba ama, wewe hivi, umesafiri we umekwenda mpaka Marekani, umetwambia unakwenda kununua mtoto, umefika mpaka Marekani na malauli na kupata visa, umekuja na kinyangarika hichi cha kike weye. Ingelikuwa hivyo labda, mtoto gani huyo e katika watoto wote walioko madukani hukuona, sikuwa hichi cha kike hichi, weye atakufanya nini huyu? zile haya. Angalau ingekuwa akafanya makosa akanunua vibaya, lakini ni kudra ya Mwenyezi Mungu imempa, akipenda asipende. basi ayu msiku hu ala hunin huko, unako, huko ujinga ulikokuwa mwanzo ilikuwa inampitikia. Sasa mtu um, akae naye mtoto yule kwa kumdhalilishia ulezi am yedusuhu fi turabi, au amzike kwenye mchanga akiwa mzima mzima. Anamvizia mama yake kenda chooni kidogo, atazama tazama, hajatoka bado, basi ni kwamba anakwenda kumfukia kwenye ardhi mzima mzima. Na lolote yule atalijibu tu mara moja tu. Ah, hapa nadhani kaingia mbwa mwitu hapa, kachukua na hivi na hivi na, atajidai pengine kutoka mabio kama kwamba anafukuzana naye mbwa mwitu Nakaja akachoka taabani, anahema na kapita akiji parapara na miba kule mwituni, anasema sikumpata bwana, sikumpata kaondoka naye bwana. Hakadha am yadusuhu fi turabi, ala saa ma yahkumun. E bwana, tambueni kwamba ni mabaya sana waliokuwa kia hukumu huko nyuma. Tunakotoka ilikuwa hali ni kama hiyo, lakini si nyuma tu. Dalili hizo za Uislamu kwamba ni pahala penye amani wa baina aidina, na mbele yetu. Vile vile katika zama zetu shahidun, kuna ushahidi mwingine min alhadhiri, katika wakati tulionao alladhi, wakati ambao naishuhu, sisi tunaishi katika zama zetu wa huwa, na ushahidi wenyewe katika zama zetu, anna bilada almuslimina ya kwamba miji ya Waislamu fi jaziratil arabi, tukitupa macho katika maeneo ya arabuni kule kanat taishu, hata katika siku zetu za karibuni hizi umma ulikuwa unaishi halatan, katika hali ambayo min alfaudhi, yani mwenye nguvu ndo anaochukua nafasi ya maisha mazuri duniani, yani maonevu mabavu, walkhaufi, na khofu wattanahiri, na kuchinjana baina albadiyati walhadhira, kati ya mtu aliyetoka mbali na yule ambaye yuko pale katika mji yule. Bedu yakionekana hana maana na yule mwingine wa mjini pale ndiyo mwenye maana. Fi nahiyatin hayo yakifanyika katika upande fulani wa baina alhadhir na baina ya wale ambao wako hadhiri baadhuha maa baadhin, hata wenyewe watu wa mji wakichinjana baadhi yao kwa baadhi yao ingine, okra ya wengine min nahiyatin ukhra, katika upande mwingine. Kullu qaryatin imeshuhudiwa duniani katika maeneo ya arabuni haya, hata baada ya mtume kuondoka baada ya kila kitu, na Qur'ani wanayo watu dunia ilishuhudia kullu qaryatin, kila kijiji au kila nchi, tughiru ala qaryatin ukhra, kinaona wivu juu ya mji mwingine au kijiji chengine, kinakionea maya kwa mapato walionayo, ardhi yao ina rutuba alimrana, na ishi vizuri, basi lazima chende pale kwa maguvu kuwaonea na kuwadhulumu. wakana baina ahli tilka al-bilad na ikawa kati ya watu wa miji hiyo, min aladawati, katika namna ya uadui wathaarati, na maonevu ya unyang'anyi, alshaiu lkathiru, kulikuwa na jambo ambayo, kitu kingi, kitu kikubwa, ni mambo, huwezi kusema moja mbili tatu nne Falama manna Allah, lakini aliponeemesha Mwenyezimgu aala ahli tilka albiladi juu ya watu wa miji hiyo, bidhuhuri da'awati, kwa kudhihiri ule wito unaojuulikana duniani, wito wa nani? ashaikh As Muhammad bnbni Abdilwahabi dunia pale pale Maka, pale pale katika maeneo ya Arabu ilikuja ikarejea tena katika ujinga na unyang'anyi na kuuwana. Mwenyezi Mungu akaja kamtoa Muhammad bin Abdul Wahabi, ambayo huyo ndio wanaotutukania watu. Wanadhani kwamba wanatutukana kwa kutuita Wahabii, kumbe wanatufaharisha. Maana huyo kaja katuliza tena mara ya pili, dunia iwe salama. Alipodhihiri Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu, ee, ila alaqidati, akawaita watu kwenye itikadi asahihati, iliyo sahihi. Maana watu waliharibika mpaka kwenye itikadi. Watamassuki bihadha dini, na akawataka watu washikamane na dini hii. Wastajabu lidhalika, na watu walikuja wakamfahamu, wakaitikia wito huo lidhalika daawati lmubaraka, wakaitikia wito huo wenye baraka nyingi. Wanasaruha, na wakanusuru itikadi hiyo. Basi hapo hapo mambo yalibadilika, mara ikaonekana ajabu. Tawaffar lahumul amnu, amani ikapatikana katika miji yao. Waqamat lahum, na ikasimama kwa ajili ya watu hao, daulatun islamiyatun, dola ijulikanayo ya Kiislamu aliyekuja kuisababisha ni Muhammad ibn ibni Abdul Wahhabi. Mambo yalikuwa yamekwisha haribika, tahkumu, ikawa dola hiyo sasa inahukumia bi shari'atillahi, sheria za Mwenyezi Mungu, fakanat basi ilikuwa tokea wakati huo, wala tazalu na mpaka leo haijaacha kuwa. Bihamdillahi, kwa sifa na shukurani kwa Mwenyezi Mungu, twasema bihamdillahi, ni jambo la kushukuriwa hilo. Madhrabun imekuwa ni pahala pa kupigiwa mfano, almadhrabu lmathali fi lalami, katika dunia nzima, fi tawafuri lamni, katika kupatikana amani. Ukitaka kuizungumza amani, basi unasema kwamba pako pahala bwana, watu wakishaadhiniwa swala maduka yao hawayafungi, wanayaweka wazi, na hathubutu yoyote kuchukua chochote, huku wakijua kwamba hapa pana maskhara. Hapa mkono wangu utapotea, kiganja sasa hivi hapa na mpaka cha kuokota anakiogopa mtu mwenye kuokota kitu, ila kama anakichukua anakipeleka pahala kikatangaziwe tu, mwenye apewe. Anaogopa hata kuchukua burungutu la manoti liko mbele yake, na hapana, anamuona anaangalia huku na huku, kweupe, lakini aamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu amani imepatikana katika hali ya juu. Waahamu Muqawimati al-amn. Bila shaka, Uislamu tumedai ya kwamba ndiyo pahala pekee panaopatikana amani. Sasa dunia inaweza kutuhoji ikatwambia kwa dalili gani? Nazungumza tu maana dunia inafanya Uislamu ni magaidi. Dunia inataka dunia ieleweke kwamba Uislamu ni watu wabaya sana uislamu ni kwenye ushenzi na ujinga na unyang'anyi kwa sababu ya makosa ya baadhi ya waislamu maskini wametukanisha dini sana watu wameishi vibaya watu mpaka uislamu wa unaonekana katika kitu kibaya duniani ya uislamu kumbe hapo ndo penye amani basi inshaallah baada ya kikao kifupi cha mapumziko sasa tutaanza kutaja

Katika mambo ambayo yanasimamisha amani duniani ambayo yamo ndani ya Uislamu, fi hadha dini, ndani ya dini hii, hiya limanu billahi. Jambo la kwanza, hapawezi kupatikana pahala amani mpaka kwanza isomeshwe na kufundishwa na kuhimizwa imani ya kuaminiwa Mwenyezi Mungu kwanza, muumba bila ya kukubalika huyo bila ya kuaminiwa huyo amani kwa hakika itakuwa ni ndoto.